Lakini still kuna uchungu kuna ku ya kupoteza watu kwa ku mambo ya upotefu wa usalama katika mpaka yetu West Pokot na Turkana. ami stii hiki tumetoka wapi? peleni mambo ilikuwa imeingia vizuri, watu walikuwa naishi kwa uzuri, mambo ya wizi ya ng'ombe tu vuzi hapa lakini watu walimaliza, lakini sasa hii ingine ambayo hata watu wenye huko kwa barabara kwa boda boda hawana chochote wamepata, mtu anapigwa risasi. Jini shetani imetoka wapi? Na Mungu amebariki hiyo area gold, sasa iko kwa wingi, ambayo sasa Turkana na Pokot wakikaa pamoja, wakule mali yao ili Mungu amewapatia. Na nataka niulize tu serikali, wale wanadili na mambo ya sekuriti, nafikiri hata wapia wameenda nini, wameenda chini kidogo area bado kuna ile an North Rift ambayo jei atuwaku wale walikuja kufanya operation sikis mambo mingine yametokea wapi? Kuna wakati mtu mmoja hapa takwa. Wazee both sides wanasema kwamba kuna ng'ombe ilichukuliwa wakakimbia kwa ast ast wao kutoka na kwenda kusaidia watu. Sasa ndio wakora naanza kupata nafasi. Mbuzi imeenda. Hakuna mtu anaenda. Ni nini? Hakuna askari anafuata. Na wako wa wingi area hiyo. Sijui shida ni nini. Wao wa wanataka tu niwaombe kwa pesa tuchukue nafasi. Hao ni watu ambao wamekuwa majirani. Hata wameona utapata kwamba kijana kutoka Turkana ameletwa hapo Pokot. Na hapo kwa mae kijana kutoka Turkana amechukua kwa hapo kupeleka upande ile nyingine. Ili watu wanaishi pamoja. Na pa kitu ki cha kama hiyo yote karibu. Tunataka hata mali sasa watoto na karaika majina ile nataka na Pokot na kuna wale wanakenya wengine. Hiyo ndio kitu ambacho sisi tunataka, amani kwa wingi aria hii. Hatutaki mambo ya msukosuko. Alafu nasema pia pole Yuhi, kwa ile jambo kule mefanyika Marakwet, nao ni majirani itu, wakati ingine ilifanyika.